Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Edwin Ngonyani ametoa wito kwa wahandisi nchini kutekeleza agizo la Rais Dr. John Magufuli la kuondoa matuta kwenye barabara kuu ili kupunguza kero kwa madereva. Akizungumza wakati akifunga mkutano wa mwaka wa wahandisi jijini Dar es Salaam, Ngonyani amesema njia pekee ya kupunguza ajali za barabarani ni kuweka alama za barabara na sio kuweka matuta. Mheshimiwa Rais ameagiza matuta yasijengwe, matuta yaliyopo kwenye barabara kuu yaondolewe. Kwa wale wanaobishia make, tuna, tuna wataalamu mbalimbali, kila mmoja ana sababu zake. Hatuna sababu ya kuwa na matuta kama madereva wetu watafuata alama za barabarani na pale ambapo ni lazima kuweka kivuko tunaweka alama ya zebra na alama ya kupunguza speed, sio kuweka matuta. Wahandisi kutengeneza mazingira yatakayosaidia kuondoa shughuli za kibiashara zinazoendelea kando kando mwa barabara.